Naitwa Lucy Tabasamu Kongoseke, ni Miss Tanzania hapo, mshindi wa pili mwaka 1994 uh. Kwa kweli kama unavyoona, ina maana ni miaka 31 tangu nimemfahamu Anko Hashim, na ndio kipindi wakati baada ya mashindano kuwa yamepigwa marufuku mwaka 67 au 68 alikuja tena akafanyika mwaka 94 na ndo tulikuwa washiriki wa mara ya kwanza, na nikaa nimechukua nafasi ya pili. Lakini ni kweli tunavyomwita Anko alikuwa ni Anko kweli, kwa sababu kwa miaka thelathini na moja tumekuwa tuko tuna ukaribu na tumejua tukimwona kama ni Anko wetu hata kipindi anaumwa kitu na of course tumekuwa ni familia ambapo ina maana mpaka sasa hivi tuna group la Miss Tanzania na ndio maana imekuwa ni rahisi kushiriki kwa pamoja na kwa kupeana taarifa. Kwa hiyo tutamkumbuka kwa haya aliyoyaanzisha na mpaka hapa tumefikia ameacha a ameacha legacy kubwa ambayo kwamba itakumbuka daima na haitaweza kufutika, na pengine naona mashindano haya kama a yamepoteza hadhi na ule um, maarufu wake na njia nyingine tena ya ya

Kipindi tunaanza sisi yalikuwa ni magumu sana, kwa sababu yalibeba taswira ya uhuni, ambapo ilikuwa ngumu hata wazazi kuturuhusu na kushiriki, na ulikuwa kishiriki kule unaonekana kama ni mhuni na kwamba hauna dira yoyote ya maisha, lakini akayabeba mpaka yakaenda yakaonekana kwamba yako sawa. Lakini na ikawa imefikia kwamba yamepanda sana hadhi na sasa ameshuka, lakini kikubwa ni kwamba kupanda na kushuka pia inahusi washiriki ni jinsi gani unakamata yale mataji na unaishi vipi katika kijamii. Kwa hiyo ina maana kwamba unakuta kuna wakati sisi wenyewe washiriki tunaweza tukawa tunayashusha ama tunayapandisha. Kwa hiyo tunatumaini kwamba ambaye ameashikilia mashindano ambayo ni Basila, na yeye alikuwa ni mshiriki, atajitahidi kuhakikisha kwamba anakaa karibu na hawa watoto kwa kuwafundisha na kuhakikisha kwamba wanakuwa akiocha jamii katika mambo mazuri na si mabaya, ili kwamba kurudisha tena ile hadhi na imani kwa wazazi kuweza kuwaruhusu watoto wao waweze kushiriki. Mara ya mwisho umezungumza na mzee ilikuwa labda ni lini, na labda nini ambacho mlipata nafasi ya kukizungumzia kwa wakati huo? Uh, ni muda kwa kuzungumza ana kwa ana, lakini mara nyingi tulikuwa tuko kwenye grupu tunachangia na kila kitu, na yeye ye, bado alikuwa anaamini kwamba haya mashindano yataenda vizuri. Hata kipindi anaumwa bado alikuwa yuko anafanya ile support kuhakikisha kwamba vitu vinaenda vizuri ya. Ushauri wako kwa walimwende wa sasa, wewe ni yule ambaye tunaweza tukasema mashindano ya kwanza kabisa mara baada ya kupigwa marufuku. Labda kwa sasa hivi umezungumza hapo kwamba kuna namna unahisi labda tasnia yenyewe inajishusha kuendana na namna ambavyo mazingira yalivyo. Labda nini ambacho unadhani uh, wale ambao wanataka kuyarudisha mashindano haya katika msisimko wake wanapaswa kukifanya? Wanachopaswa kukifanya kwa kweli ni kuhakikisha kwamba wanaishi kwa kujiheshimu kwa kufanya vile vitu ambavyo kwamba hata wale ambao hawajashiriki washiriki na wazazi wao waweze kuona kwamba hiki kitu kina manufaa, kwa sababu kama ukiangalia ambao wameshiriki miaka mingi sana, wengi utakuta kwamba wako wamejikita serikalini, wana biashara zao, wana mambo, lakini wameolewa, wanalea watoto, na mpaka kuna wengine mpaka sasa hivi tuna wajukuu, nimeshakuwa bibi lakini ukitufuatilia uki inawezekana ukafikia sehemu hata ukatusahau, kwa sababu hatukuwa na scandals. Sasa sasa hivi imekuwa hatua kwamba ili mtu atake kujulikana anataka afanye scandal, bila kujua kwamba anaua ile image ya kile kitu alichonacho. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiheshimu kabla na baada ya mashindano haya. Shukrani sana, asante matangazo haya moja kwa moja kutoka nyumbani kwa uh, mzee wetu Hashim uh, Lundenga ambapo uh, uh, tunaendelea ku uh, celebrate ama kuheshimu uh, ama kujivunia na kutafakari uh, maisha ya mzee wetu huyo ambaye kama ambavyo umesikia amehudumu kwa mafanikio makubwa sana katika tasnia ya ulimbwende hapa nchini na kulea vipaji vya vijana uh, wengi ambao wamepata umaarufu mbalimbali. Hao ni uh, waombolezaji, viongozi na wanafamilia pamoja na majirani ambao wote kwa pamoja wameendelea kujitokeza na kuwa sehemu uh, ya kusanyiko hili la kutoa salamu za pole eh, kwa familia hii ya mpendwa wetu, na tumepata nafasi ya kusikia kutoka kwa Sheikh Alahadi na wengine al -ala, uh, kola, wengi bado tuko hapa na ni wazi tutapata nafasi ya kuendelea kuzungumza na watu mbalimbali ambao mbali wametokea hapa. Wakati huu tunarejea al uh, kwa viongozi wetu wakima